Ambayo niko nayo ni kuhusiana na, na aliyewahi kuwa mwigizaji maarufu wa filamu za watu wazima Lana Rhoades ameomba baadhi ya video ambazo watu wako nazo, video hizo za watu wazima, watu ambao wako nazo baadhi ya watu waweze kufuta, lakini cha ajabu ni kwamba kuna time akikaa hivi akijiona kabisa kwamba yupo salama, mtu mwingine anaweza akamtumia video kwamba bado video zako ninazo. Katika mahojiano mbalimbali, Lana Rhoades ameweza kuonyesha kwamba anayo majuto makubwa sana kuhusiana na kushiriki katika tasnia hiyo ya kuigiza filamu za watu wazima, video za watu wazima na kuzitupa moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande wake yeye, Lana Rhoades alinukuliwa akisema ya kwamba, ningetoa kila kitu ili nipate tena heshima na utu wangu, na watu wasiweze tena kuona video eh, video zangu kwa njia hiyo. Aliyasema maneno haya Lana Rhoades, lakini Lana Rhoades pia nikukumbusha tu kwamba alianza filamu hizo za watu wazima kipindi ambacho yupo na umri wa miaka 19 mnamo mwaka 2016 lakini aliacha kazi hiyo mwanzoni tu mwa mwaka uliofuata. Tangu wakati huo, amekuwa akizungumza kwa wasiwasi wasi, lakini pia amekuwa akiita baadhi ya press tofauti tofauti na kusema kwamba anatamani baadhi ya watu ambao wako nazo video zake basi waweze kuzifuta, kwa sababu kwenye platform zake yeye kafuta, lakini cha ajabu ni kwamba watu wanamtumia tena video kama vile bado wako na